Ndugu wa tukufu wa Kiislamu na wale ambao bado hawajajaaliwa na Mwenyezi Mungu kuwa Waislamu waliohudhuria kwenye hadhara hii, kwanza kabisa, nichukue fursa hii kuwashukuru sana wote mliohudhuria, lakini kubwa ni kushukuru sana shekhi wetu wa kata Shekh Ali Ibn Shekh Saidi Kizegero pamoja na diwani anayetokana na Chama cha Mapinduzi, ndugu yangu Maanya Juma Maanya, kwa fikra hizi mlizozifanya takribani mwaka wa tatu sasa. Mwenyezi Mungu awalipe kila laheri kwa haya mlioyafanya. Ndugu zangu, haya yanayotokea mashindano kila mwezi wa Ramadhani. Kila mtu anajitahidi kufanya kila juhudi kuhakikisha anafanyika mashindano haya na kufuturisha na kuwakusanya watu na kila laheri, lakini yote yanatokana na amani tuliyo nayo Tanzania. Bila amani haya yasingeweza kufanyika, amani iliyopo kwenye nchi yetu ya Tanzania, amani iliyopo kwenye mkoa wetu wa Dar es Salaam amani iliyopo kwenye wilaya yetu ya Temeke amani iliyopo kwenye jimbo letu la Mbagala amani iliyopo kwenye tarafa yetu ya Mbagala na amani iliyopo kwenye kata yetu ya Mbagala kuu, ndio yaliyosababishwa haya yote. Na amani hii haijaja kwa bahati mbaya, imetafutwa na watu na wazee wetu na waasisi wa nchi hii. Lakini wote hawa na amani iliyopo imiongozwa na chama cha Mapinduzi ambacho mimi wamenifanya niwe ndo msemaji wa chama wa kata hii, kwa nafasi ya mwenyezi wa kata. Kwa hiyo nachukua fursa hii niwaombe sana, ili kuidumisha kisomo hiki cha Qur'ani mwaka hadi mwaka kwenye kata yetu ya Mbagala kuu na amani iendelee, basi musisahau chanzo cha amani hii, kwamba imeletwa na Chama cha Mapinduzi. Hivyo Nichukue fursa hii kama msemaji wa chama. Mwaka huu ishirini ishirini na tano kuna uchaguzi wa chama cha mapinduzi au uchaguzi wa serikali, uchaguzi mkuu. Tutamchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tutamchagua mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na madiwani katika kata zote za nchi hii, ili amani iendelee. Basi msisahau kula hali kuchagua viongozi watakaotokana na Chama cha Mapinduzi ili tuweze kufaidi matunda haya. Walilahi alhamdu. Mwisho niseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.